Leo maonyesho ya utalii hapa Ufaransa makubwa kabisa ya kimataifa maarufu Topreza International French Travel Market yamefunguliwa na wadau wa Tanzania wameshiriki kwa kishindo wakiongozwa na Kamisheni ya Utalii ya Zanzibar na TANAPA. Kwa jina anaitwa Rahma Sanya, ni mkurugenzi masoko Kamisheni ya Utalii Zanzibar. Naitwa Kamishna msaidizi Juli Bedelimo kutoka shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Kwa majina naitwa Kamishna msaidizi wa uhifadhi Kevin Titus Nkulila nawakilisha Tanzania kama nchi lakini specifically niko katika Wizara ya Mali Asili na Utalii nikiwakilisha hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Tumekuja na wadau wetu tofauti kutoka bara na visiwani kuja kuwakilisha au kuitangaza nchi yetu nzuri Zanzibar pamoja na Tanzania. Nina furaha kuwa mmoja kati ya washiriki wa maonyesho haya makubwa sana duniani ambayo ni maonyesho yanayofanyika hapa Paris nchini Ufaransa kwa mwaka huu wa 2025. So this is an excellent opportunity for Flightlink and the uh, and the companies in Tanzania to promote uh, tourism in Tanzania to promote Zanzibar the Serengeti the people from TANAPA are here and the biggest tour, tour companies are here as well. Binafsi nimefurahi kuwana wa Tanzania hawa na jinsi ambavyo wamehamasika na, na wapawito wa Tanzania wengine ambao wako kwenye sekta ya utalii wasiache kushiriki katika maonyesho kama haya.